Yes, kama unahitaji vifaa vya kuogelea, basi chimbo hapo. Chimbo la vifaa vya kuogelea, kofia zote hizo hapo. Ha? Kuna hizo maski hapo. Unaweza kuzamia chini kabisa. Na mambo kawa burudani kabisa. Ha? Miwani hizo hapo. Kila kitu kiko hapo. So, kisha ni check. Hapa ndipo China, unaviona maboya hayo hapo. Hai eh, hiyo miguu ya pogea ile. Wanaogelea wanajua sawa. Tunakupa kwa bei ya kiwanda, mzigo uko wa kutosha sana. Karibu sana Frava. Karibu sana Frava. Unaona vitu kama hivyo hapo, so vyote lakini, mm -hmm, mm -hmm, pia hizo nguo nguo hapo, hitaji unapata. So ni check, sim ziite, simu ziite. Karibu sana Frava.